Ya moto eh, mkato eh, na kwa upanga eh, mkato eh, na kwa ukaufu eh, mkato eh, na kwa koga eh, nukta mkato eh, na hivyo vitakufukuza hata uangamie eh, nukta, makofi. Amino. Amin. Hayo, kubwa a nini Amina, ni, ni, ni kwenda kinyume na mapenzi ya Yesu Amina. Mbona useme amina hayo ni, Amina, unapenda kinyume na maagizo ya Bwana Yesu Amina. Ina maana matokeo yake yule mtu atatenda, Amina, na dhambi ndio lango la, la kuchochea jinni kaufu, Amina. Nimesema hivi mchawi Amina. Kwa sababu wewe hauna ulinzi wa Yesu wako, ndio Yesu, Yesu. kwa nini mwanadamu akose ulinzi? Amina. na mchawi akapata nguvu Amina. kuleta hilo jinni Amina. jinni kaufu Amina. Haleluya Kristo. Amina. Kwa kutokufuata ile Yesu analotaka Yeye anaangalia anguko la, anaangalia lile agizo Yesu ambalo alilokuagiza umelitekeleza. Amina. Kwa nini leo Yesu anasema atakupiga na ukaufu? Kwa nini Yesu atamka atawapiga wanangu kwa ile kaufu?